Mafanikio ni sayansi. Kama kuna watu waliweza kufanikiwa, maana yake iko njia ambayo hata wewe unaweza kuipita kuweza kufika katika kiwango kikubwa cha mafanikio unachotaka kufikia. Ndiyo maana huwa anasema mafanikio si kitu cha kubahatisha, hakuna janja janja. Iko misingi, ziko njia za kufuata na kuweza kufika katika viwango vikubwa. Na ukifanikiwa kwa bahati, ukifanikiwa kwa kubahatisha, ni rahisi sana kurudi ulikotoka. Labda nikupe mfano, unadhani kwa nini ni ngumu sana kupata muda wa mtu ambaye amekwisha fika level ya juu, mtu ambaye ameshafanikiwa kwa kiwango kikubwa, ni ngumu sana kupata muda wake. Unadhani kwa nini? Na wewe ni rahisi sana mtu kuweza kupata muda wako, yaani mtu akitaka kuzungumza na wewe, akitaka kupiga stori na wewe, ni rahisi sana kukufikia kuliko wewe kumfikia mtu ambaye ana mafanikio ya kiwango cha juu. Unadhani sababu ni nini? Utagundua kwamba muda ndio kitu cha thamani zaidi. Wewe jinsi unavyothaminisha muda, tofauti kabisa na mtu mwenye mafanikio ya juu anavyothaminisha muda, kwa sababu kila dakika, kila sekunde ni ya maana zaidi, na kadri unavyofanikiwa ndivyo muda wako unakuwa ni kitu cha maana zaidi. Ndio maana anasema mafanikio yana principles zake, na kadri unavyofika viwango vikubwa ndivyo unavyoelewa kuweza kuutumia muda wako vizuri kuweza kujitofautisha na kuweza kuongeza kasi zaidi katika kile ambacho nakifanya ili kuweza kuwa bora zaidi. Sasa, uh, tumezungumza sana na mara nyingi sana nimekuwa nikirudia hii kwamba mafanikio ni sayansi. Ndio maana kwenye programu yetu ya wewe ni mgodi 10x huwa tunahakikisha kila mtaalamu anayepata kuingia kwenye hii program anaelewa kwa kina namna bora ya kuweza kujiposition namna bora ya kuweza kuzalisha thamani, namna sahihi ya kuweza kupita kwenye njia sahihi ya kuweza kutransform maisha na kuweza kufika katika viwango vikubwa. Maana yake ni kwamba maisha yametutengenezea ya piramidi huku chini wako watu wengi na kadri unavyofanikiwa unakuwa unazidi kwenda viwango vya juu, na ndivyo muda wako unazidi kuongezeka thamani. Haya mambo utajifunza kwa kina zaidi kwenye programu ya wewe ni mgodi 10x, na link ipo kwenye description, kwenye description hapo chini. Nilikuahidi kwamba tutaenda kuchambua baadhi ya dalili ama viashiria ambavyo ukiviona kwenye maisha yako utambua kabisa kwamba uwezo wako wa kufanikiwa ni mkubwa sana, ama kwa lugha nyingine tunasema kutoboa ni swala la muda tu. Kama una dalili zifuatazo basi tuongeze spidi, kwa sababu mafanikio yapo mbele yetu. Namba moja: unazalisha thamani kila siku. Unaelewa kabisa kwamba maisha yanahitaji kuwa mtu wa thamani ili uweze kuvutia vilivyo vya, vya thamani kwenye maisha yako. Sasa hii ni maana kubwa na ni tafsiri kubwa ambayo kila mtu yote anayefanikiwa lazima aielewe. Maana yake ni kwamba hutaingiza pesa yoyote bila kuzalisha thamani kwenye maisha ya watu, na kadri unavyokuwa mtu wa maana kwenye maisha ya watu, ndivyo maisha yako yanazidi kuwa bora zaidi. Lakini dalili ya pili kwamba unafanikiwa, hulalamiki. Walalamikaji, watu wa kulaumu, wamejitenga na mafanikio kwa sababu unapolalamika, unaiambia dunia kwamba wewe sio mtu wa vitendo. Unaiambia dunia kwamba wewe ni mtu dhaifu, ni mtu ambaye huna uwezo wa kufanikiwa, ndio maana unalalamikia watu wengine ambao wana power ya kukusaidia wewe. Mtu anayelalamika ni mtu aliyepoteza uwezo, nguvu na ushawishi wa kuweza kufikia mafanikio yake. Wasiolalamika ndio wanaofika viwango vya juu. Namba tatu, unafanya dopamine detox. Dopamine detox ni kitu gani? Dopamine detox ni uwezo wa kuacha raha nyepesi na kujifunza kufanya vitu vigumu ambavyo vina faida kubwa ya baadaye. Tukisema dopamine detox, tunaweza kuzungumzia vitu kama kuangalia movie, kuangalia mpira betting, pornography, masturbation, raha zote nye pesi, nye pesi kula vitu vya sukari, sukari, kama energy, vitu vyote vya raha nyepesi maanaake, huwa vinakutoa wewe kwenye majukumu yako, unaenda kujificha kwenye raha nyepesi ili kupoteza muda. Maanake unapoona umeacha kufanya raha nyepesi na kufocus katika kufanya vitu vigumu kama kutengeneza content kuongea na wateja kutengeneza product kila siku kuwa kwenye kazi yako ya msingi hivi ni vitu ambavyo vinakutofautisha na vinaonyesha kabisa kwamba uwezo wako wa kufanikiwa huyo ni mkubwa na ni kitu cha muda tu tutafika viwango vikubwa zaidi namba nne umekuwa muumini wa kuelewa kwamba maisha yanahitaji utafiti maisha yanahitaji facts maisha yanahitaji kutumia data na siyo hisia Ukielewa hii somo vizuri, ni rahisi sana kuweza kufika viwango vikubwa sana, na hii ni dalili kwamba mafanikio yako yako njiani, kwa sababu hutumii hisia kwenye kufanya maamuzi, hutumii hisia kwenye kufanya mambo ambayo ni, ma, ni muhimu kwenye biashara yako na ni muhimu kwenye maisha yako, kwa sababu the more unafanya maamuzi kulingana na tumia hisia, inakuwa ni rahisi sana kuweza kutoa boko na kujikuta umeharibu biashara ama umeharibu mahusiano. wanaofanikiwa hawatumi hisia kwenye maamuzi. Namba tano, unafanya sana meditation na kuishi mindfully. Meditation ni utulivu wa kifikra, ukimya kwa ajili ya kutuliza akili. Kadri unavyokuwa unafanya meditation, maanayake wewe ni mtu ambaye unajua unachokifanya, na unajua kwamba focus ya akili yako ni kitu cha muhimu zaidi. Hii ni dalili kwamba unakuelekea, ni kuzuri kwa sababu tayari umeshaelewa kwamba akili inahitaji pumziko akili inahitaji kutengenezewa mazingira ya kuweza kuwa recharged na kufikiria yaliyo mema zaidi. Meditation itakusaidia zaidi kuweza kufocus, kuconcentrate na ndoto yako na kuweza kuwa na mawazo ambayo ni sharp kwa ajili ya kutenda kazi kikamilifu na kuweza kufika viwango vikubwa vya juu. Uwezo wako wa kufanya jambo moja kwa muda mrefu ni dalili nyingine kwamba sasa unafanikiwa. Usiofanikiwa wao wanafanya jambo, anaanza kufanya kitu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, anaona hafanikiwi, amekata tamaa, anaanza kitu kingine kipya. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, ameacha. Mafanikio yanahitaji uwezo wa kuweza kudumu kwenye jambo moja kwa muda mrefu. Fanya kitu kwa mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, compounding, compounding effect inakuja pale ambapo unaweza kuwa na mwendelezo kwenye kitu unachokifanya kwa muda mrefu zaidi. Sasa ili uweze kufika katika viwango kama hivi unahitaji kujipambania sana, unahitaji kunyoosha sana msuli na kuhakikisha kwamba kile unachokiamini unakifanya kwa muda mrefu bila kujali matokeo yanachelewa kwa muda gani. Ukiona ile dalili, basi elewa kwamba upo kwenye njia sahihi na mafanikio ni swala la muda. Namba saba, unajua sana kutumia leverage. Leverage ni nini? Leverage ni uwezo wa kuzalisha kidogo na kupata faida kubwa. Kwa mfano, ukitumia content mtandaoni, unaweza kufikia watu wengi zaidi. Ukitumia matangazo ya Facebook, unaweza kufikia watu wengi zaidi. Ukizalisha bidhaa ya taarifa ama information product unaweza kuzalisha mara moja na kuwafikia watu wengi zaidi. Ukielewa hizi mbinu za uzalishaji katika kutafuta pesa, ni rahisi sana kuweza kuingiza kipato na kuweza kufanikiwa. Manake, kadri unavyotumia leverage vizuri, kadri unavyojua namna bora ya kuweza kutumia leverage, ndivyo unavyoelewa kwamba mafanikio yanahitaji watu ambao wanajiposition na kujua namna ya kutumia teknolojia bora ili kuweza kufika viwango vikubwa zaidi leverage ya mitandao, leverage ya content, leverage ya information product na kila aina ya teknolojia ambayo zinakuja kama AI, blockchain. Hivi vitu vyote vinakusaidia wewe kuweza kuzalisha kidogo, lakini kuingiza faida kwa kiwango kikubwa kabisa. Kwa hiyo jifunze leverage na itakusaidia sana kuweza kufika viwango vikubwa sana sana sana sana. Dalili nyingine, hujichanganyi na losers, hujichanganyi na watu ambao wao kazi kutwa kushinda vijiweni, kazi kutwa kulalamika. Unapoanza kuchagua marafiki kimkakati na kuacha kupoteza muda na watu ambao hawakusaidi chochote kwenye maisha, manake wewe unajipata tayari unajua unachokifanya. Mtu ambaye akai na losers, mtu ambaye akai na watu ambao kazi yao ni kulalamika na kutizama na kuongea maisha ya watu, huyo ni mtu anayeelewa anachokifanya. Ye kazi yake ni kuexecute ideas na kuzungumza ideas na sio kuzungumza udaku ubuyu na maisha ya watu upo kutwa vijiweni mkibishana, uh, kubeti, maanake wewe upo kwa losers. Maanake unapotaka kwenda vile hivyo ya juu, ni lazima kuachana na watu ambao wao kazi yao ni kudiskasi vitu ambavyo vina msaada kwenye maisha. Kwa hiyo kadri unavyojua kujiposition na kuchagua watu wanaokuzunguka, maana yake inakuwa bora zaidi upande wako, kwa sababu watu wanaokuzunguka, watu watano wanaokuzunguka, wastani wa mafanikio yao ndio wastani wao, wastani wa, wa kipato chako na wewe ndicho. Kwa sababu ukitaka kuwa na kiwango kikubwa cha kufanikiwa, lazima ujitahidi kuwa na watu ambao Wana kuinspire watu ambao wanakupush, watu ambao unatamani kuwa kama wao. Maanake kuchagua watu wanaokuzunguka ni dalili mojawapo kwamba unajua unachokifanya, unajua unakuenda na kufanikiwa ni swala la muda tu. Namba kumi, unafanya kazi kila siku, upo kwenye mwendelezo. Hakuna mtu anayeweza kushindana na mtu ambaye anafanya kazi kila siku. Unajituma kila siku, kila siku upo on the go. Hakuna kuskip mara mbili, yaani upo kila siku kwenye mchaka mchaka. Maisha yanahitaji watu ambao wana hii discipline na hii kujituma kwa kiwango kikubwa. Unahitaji kuwa na uwezo wa kuweza kufanya vitu kwa kiwango kikubwa na kujituma kwa kiwango cha juu sana, kwa sababu ndicho hasa kinatakiwa kwenye maisha. The best way ya kuweza kufika viwango vikubwa zaidi ni kuhakikisha hauachi kufanya kile kinakupa thamani hawachi kufanya kile ambacho kinatakiwa kufanya kwa ajili ya kuweza kufika viwango vikubwa zaidi zaidi. Kumi na moja. Huogopi macho ya watu. Mtu yoyote anayeogopa macho ya watu ni mtu aliyechagua umaskini. Utakapokuwa umeshavaa vazi la kutoogopa macho ya watu, fahamu kabisa kwamba mafanikio ni haki yako. As long as vitu unavyovifanya ni vitu vizuri, unasaidia watu, unajenga maisha ya watu na hauathiri utu wako ama, u, ama uathiri utu wa watu wengine, basi ni kitu cha heli sana na ni jambo muhimu sana, kwa sababu watu wengi ambao wana struggle na maisha ni watu wanaoogopa fulani atasema nini, wafanyakazi wenzangu watasema nini, wale majirani watasema nini. Ukiwa kama umevuka hiyo level, maanake wewe tayari umeanza kuingia katika level ya watu ambao wanaweza kufanikiwa kwa viwango vikubwa zaidi. kumi na mbili. Kama unafanyia kazi mindset yako kwa kiwango kikubwa sana, na kuhakikisha kila siku uko kwenye movement ya kuhakikisha mindset yako imetulia mindset yako imefocus, maana yake ni kwamba unaelewa kabisa kwamba akili na focus ndicho kitu cha muhimu zaidi kwenye maisha. Wakati mwingine unaweza kuwa na ujuzi, unaweza kuwa una talent kubwa sana lakini kama mindset yako haijanyoka basi una shida kubwa sana na safari yako ni ndefu sana, kwa sababu uwezo wako wa kufanikiwa unakuwa determined na mindset yako ambayo unayo. Mindset yako ina determine mafanikio yako kwa asilimia zaidi ya tisini, na huo ujuzi, kipaji vinakuja kama nyongeza tu, asilimia kumi. Tofauti na hapo, mindset itakukwamisha sana. kumi na tatu. Kama unajua kuuza au unajifunza kuuza, unafahamu kwamba kuuza ni ujuzi namba moja kwenye mafanikio yako, basi elewa kabisa kwamba safari yetu sasa mafanikio imeshika kasi, kwa sababu mtu yoyote asiyejua kuuza, uwe na kipaji, uwe na ujuzi, uwe ni professional, kama hujui kuuza, umechagua kuwa maskini. Watu ambao wanafika viwango vya juu kabisa vya mafanikio lazima wanajua kuuza. Elon Musk, tajiri namba mmoja duniani, kila siku anauza bidhaa zake. Atakwambia usubscribe kwenye mtandao wake wa X, atakwambia ununue magari yake ya Tesla, atakwambia ununue huduma zake za Internet za Starlink na vitu vingi vingi vingi, ye anauza bila aibu. Wewe ni nani ambaye huna shilingi mfukoni, huna shilingi benki, lakini bado hutaki kuuza kila siku? Ndio maana kwenye programu yetu ya Wewe ni Mgodi 10X ni lazima tukufundishe namna sahihi ya kuweza kuuza kila siku bila kuona aibu. Kuuza samani zako kwa sababu ndiyo njia rahisi ya kuweza kuvuta pesa na kuweza kuishi maisha ya kiwango cha juu kabisa. Na kwenye link hapo chini kwenye description, tumekuwekea namna ya kuanza kujifunza chapchap na kuweza kunyanyua uwezo wako.